Katibu mtendaji wa sekretarieti ya utumishi wa umma, mheshimiwa katibu mkuu, pamoja na timu zote za viongozi ambao tuko hapa kutoka kwenye msafara, pamoja na msafara wa mheshimiwa waziri, pamoja na wenyeji wetu nimekuja hapa, ni ziara ya kawaida ambayo nimepanga kupita katika taasisi mbalimbali ili kuweza uh, kujionea utekelezaji wa shughuli za kila siku kama ambavyo nimepokea taarifa hapa, lakini pia na kutoa uelekeo kwa maeneo ambayo nahitaji kuyafanyia kazi kufuatana na uelekeo kule tunakotaka kwenda, na kabla sijafanya hivyo, niwape salamu Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anajua leo niko hapa, amenituma niwasalimie, na anatambua kazi yenu mnayofanya. Hongereni sana. Mheshimiwa waziri, nimechagua hii kuwa ofisi ya kwanza kuitembelea kufuatana na uzito wa majukumu yake. Kwa kuzingatia uzito na umuhimu wa taasisi hii katika ulinzi wa rasilimali za nchi yetu na chachu ya maendeleo ya nchi yetu niliona niipe heshima hiyo ya kuwa taasisi ya kwanza kuitembelea. Duniani kote, masuala ya maadili hayajawahi kuwa mia kwa mia. Kwa hiyo hii inatupa kazi kwamba tunatakiwa kila wakati kuendelea kutupia jicho masuala yanayohusu maadili. Nimepokea taarifa kutoka kwa mtendaji mkuu pamoja na mheshimiwa waziri kwa majukumu yanayofanyika, na nikupongeze mheshimiwa waziri, nawe ulipomaliza tu kuapishwa, katika muda huu mfupi tayari umeshakuja kwenye chombo hiki. Hii inaendelea kuweka uzito, umuhimu wa taasisi yetu hii, na kama nilivyosema kwa kuwa masuala ya kimaadili yanahitaji kutupiwa jicho kila wakati eh, bado ndani ya nchi yetu, moja ya jambo ambalo watanzania eh, lipo sana kwenye mijadala yao ni masuala yanayohusu maadili haya, ni ndani ya, ya sekta ya umma, lakini pia nje ya sekta ya umma, ndani ya jamii yetu kama ambavyo mheshimiwa Jaji ameiweka vizuri kwamba huwezi kupata viongozi wenye maadili mazuri kama jamii inayozalisha viongozi hao eh, haina maadili mazuri. Kwa hiyo bado kuna kazi kubwa ya kufanya kwenye masuala haya ya eh, usimamiaji wa maadili ya utumishi wa umma. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kipengele cha kifungu cha hamsini na mbili kifungu kidogo cha kwanza inaelekeza kuwa waziri mkuu atakuwa na madaraka ya juu ya udhibiti, usimamizi na utekelezaji wa shughuli za serikali za kila siku na pia atatekeleza au atasababisha utekelezaji wa jambo lolote au mambo yoyote ambayo Mheshimiwa Rais anaelekeza. Sasa mheshimiwa rais ilimpendeza, akanipa jukumu hilo la udhibiti, lakini la pili, ninawajibika kutekeleza ama kusababisha yatekelezwe jambo, mambo yoyote ambayo anataka yatekelezwe. Moja ya jambo ambalo mheshimiwa rais amelisema mara nyingi ni swala linalohusu maadili maadili ya maadili ya viongozi pamoja na watumishi wa umma kukaa kwangu serikalini, kukaa kwangu serikalini, hata mimi nimekuwa nikijaza fomu hizi tamko ya maadili ya viongozi lakini kuna mambo ambayo nimejifunza, kuna mambo ambayo nayajua na ninyi mnayajua, na kuna mambo ambayo mtanzania yeyote anayajua ambayo hayahitaji shule kuyajua, na mambo ambayo kila mtu ni shahidi anayajua. Sasa, kwa jukumu hili nililopewa, niliona mapema nitembelee chombo hiki ili tuweze kuchukua uelekeo huo. Jambo la kwanza ninalolijua najua maeneo ambayo maeneo ambayo fedha ya umma huwa inaweza kupotea. Sio kila eneo linavuja, lina, lina tuna maeneo ambayo yana, yana matobo mengi. Naweza nikasema tunayo maeneo hayo. Inawezekana, inawezekana Watanzania wengine wasiyajue, na inawezekana pia hata watunga kanuni hizi wanaweza wasiyajue, ama watunga watengeneza matamko haya wanaweza wasiyajue madhara yake. Tunaweza tukawa tunatekeleza kikamilifu swala la matamko kwa viongozi wa umma. Tunaweza kuwa tunatekeleza kikamilifu swala la matamko kwa viongozi wa umma, lakini uhalisia wake, masuala ya ukosefu wa maadili yakaendelea na yenyewe kikamilifu, masuala ya rushwa yakaendelea kikamilifu, huku tunatekeleza sheria kikamilifu. Moja ya sababu itakuwa ni hiyo tulipopeleka tamko, ndipo panapovuja zaidi, ndipo penye matobo zaidi. Fedha ya umma asilimia sabini na tano na kuendelea ni manunuzi, asilimia sabini na tano na kuendelea ya fedha ya, ya bajeti ya serikali kila mwaka ni manunuzi, ni mambo yanayohusiana na manunuzi. Manunuzi, mikataba, mikataba kila mwaka. Nitakuwatajia eneo mojawapo ambalo lina matobo mengi. sisi kwenye sheria yetu sheria namba kumi na tatu ya mwaka 1995 kama ilivyoboreshwa sheria namba tano, nadhani ya mwaka elfu mbili na moja. Tamko hili linatolewa kwa viongozi wa umma, watumishi wengine wa umma wanatoa hati, wanakuwa na hati ambayo haiwalazimishi kuweka. Mheshimiwa Waziri, hili ni eneo lifanyiwe kazi, hili ni eneo lifanyiwe kazi upya kwa sababu wale wanaohusika wale walioko kwenye maeneo ambayo yana yana chemichemi ya, ya, chemi chemi ya rushwa kwa kiwango kikubwa, wao hawalazimiki kuweka wazi mali zao na wala hawalazimiki kujaza tamko hilo la mali pamoja na madeni sasa. Madhara yake kwa kuwa hawa wanaofanya shughuli hizi za manunuzi hawalazimiki kutaja mali zao na wala hawajazi fomu hizi za maadili ya viongozi wa umma. Wanajaza, wanaojaza ni wale wanaojaza, ni viongozi wa umma. Hii inatengeneza mwanya wa kwamba fomu zinajazwa kikamilifu zinajazwa na watu ambao katika baadhi ya maeneo hawako kwenye maeneo yenye chemichemi yenye changamoto kubwa ya rushwa. Kwa mambo yanaendelea, kila mwaka tunakuwa na na rutina, tunakuwa tu na kautamaduni kakujaza fomu kila mwaka unaisha, tunajaza, unaisha, tunajaza, unaisha, na kila mwaka ukiisha, pia na masuala ya rushwa yanaendelea kila mwaka ukiisha hili lazima liangaliwe upya na Mheshimiwa Waziri, yabainishwe maeneo ambayo yana yana rekodi za rushwa, yanajulikana maeneo ambayo yanaviashiria ya maeneo ambayo kila mtu anajua hapa kuna jambo linafanyika mara kwa mara kwa sababu ya mapungufu ya kisheria wale watu wanakwepa, yabainishwe. Hayo ndo yapewe kipaumbele, na kwa kuwa sasa hivi masuala ya kutumia makaratasi yanaenda yanapungua, tunaenda kidigitali, tunaondoka kwenye utaratibu wa kutumia taratibu za makaratasi ambazo tulikuwa tunaogopa labda tutarundika sana hili liangaliwe upya, maadili na matamko haya yawe kwa kila mtumishi wa umma na kipaumbele kielekezwe kwenye maeneo ambayo yana vivutio hivyo vya rushwa. Hapo mifano michache tu, mheshimiwa naibu waziri, kabla hujao waziri, wewe umepitia, ume umekuwa umekuwa naibu waziri mfano manaibu waziri kila mwaka wanajaza fomu za maadili hivi. Kati ya, ya naibu waziri na mjumbe wa kamati za tenda, nani yuko likely kukutana na rushwa kiurahisi? Kila wakati ni mjumbe wapo watu ambao ile ile ile kamati ya maadili ile kamati ya tenda ikishatangazwa tu wanaiwekea dau yote, na dau lenyewe linakuwa linafuatana na mradi anaoutafuta, mwingine nyumba, mwingine gari, mwingine anafunguliwa akaunti fedha na jambo hili linapangwa kuanzia bajeti inavyotengenezwa ya mradi, inajumlisha na bajeti ya ya, ya rushwa. Siku waziri ukipitisha bajeti pale, unaona watu kote wanashangilia, unadhani umesoma bajeti nzuri, kumbe dili lao limepita. Wewe unampelekea fomu naibu waziri wenzako kule, jambo lao lote limepita wakienda kwenye viapo wao wanatakiwa tu ajaze hati ya uadilifu hataji, alivyoingia alikuwa na nini, sasa ana nini? Wewe unahangaika na mbunge, kwa sababu jambo la rushwa likisema kwa mwanasiasa lina ladha zaidi. Moja ya eneo ambako fedha ya umma ina mianya ya kupotea ni kwenye manunuzi, ni kwenye mikataba. Tutakapotengeneza matamko mapya tunaweza tukaweka colors, sijui, mimi sio mtaalamu wa rangi hizo, lakini rangi moja ya jambo la kwanza kabisa la kuangaliwa, wawekwe watu wanaosimamia maafisa masuhuli na wale wanaosimamia hizi kamati za za zabuni. Ndiyo maana sasa inatokea inatokea fomu tunajaza vizuri sana kwa utaratibu, Tanzania tunaongoza zuri sana sasa kama tunaongoza hivi uwe inatokeaje tena kuna kuwepo na, na mashimo haya. Eneo la pili ni eneo la makusanyo, eneo la makusanyo na makusanyo yenyewe lile eneo la wale wanaokadiria hasa yule anayekadiria anayekaa na, na mwenzake hapa, wanakadiriana, wale wanaochunguza makadirio. Ndio ilikuwepo kesi moja hapa siku za nyuma, miaka kama mitatu, mingapi imepita kuna mtu mmoja alikadiriwa ndani ya wiki tatu makadirio yamepanda mara nne tofauti. Ilianza milioni mia sita kwenye milioni hiyo mia sita alitakiwa atoe mia tatu akakataa, akapelekewa bilioni mbili nukta nne alivyoona hiyo kubwa sana sasa hawezi akarudi kuongea nao hao kwamba basi ipunguzwe punguzwe ika kutoka mia tatu ikaenda bilioni nne, nuk, bilioni tatu mbili nuk, nukuta nne. Alivyoona hiyo kubwa, sasa bora atoe ile aliyokuwa anaambiwa atoe ya kugawana nusu kwa nusu, akarudi ndani ya mwezi ule ule, ikarudishwa tena. Unakuta haka nikaafisa fulani kama mmoja wapo kenyewe hakajazi fomu ya maadili. Maadili inapelekwa kwa katibu mkuu wake au kwa waziri wake au kwa kamishina wake. Kenyewe hakalazimiki kutaja mali kaliko, kaliko, kaliko, nazo kana ahadi tu ambayo, na yenyewe ikisha jazwa, inawekwa kabatini kwa kunakuwana hata raia wa kawaida tu ambaye yeye hajasomea uchunguzi wala hajasomea masuala yoyote yanayohusu usimamiaji wa mambo ya maadili anaona ili aliwezekani. Na na, na wala isitafsiriwe kama watu kuwa na vitu vizuri ni dhambi. Dhambi ni kuwa na vitu vizuri kwa kupora haki iliyokuwa ya mwingine. Ana miezi sita tu amesha kuwa na, na umiliki usiolingana na anayekaribia kustafu. Ninyi hamjawahi kuona. Kamishna hapa kwako hamna wanaoomba ambao katibu mkuu hamna ambao wanaombaga kuhama hapa kwenda maeneo yale ambayo hela ziko nje nje tu. Eh? Ndio, maana yake hili jambo lipo na form tunajaza, lipo na wao wanajua iliko fedha. Wanajua ambako iliko nje nje, wanajua. Sasa mianya hii haipaswi kuachwa ikaendelea. Hatupaswi hatu kuacha mianya hii kuanzia kwenye sheria yetu. Kwamba kuna maeneo mtu anaweza akapata mali ya umma na akaendelea tu na, na kuna na kuna maeneo yoye inakoelekezwa